Rais wa mpito wa Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore, aliwasili katika mji mkuu wa Urusi siku ya Jumatano jioni, akiwa amesafirishwa na ndege ya kifahari ya Ilyushin IL-96-300 iliyotumwa moja kwa moja na Kremlin. Ziara hii imefanyika kufuatia mwaliko wa Rais wa Urusi Vladimir Putin ili kushiriki katika sherehe za Siku ya Ushindi zinazoadhimishwa kila mwaka Mei 9. Katika dunia safari za ndege za masafa marefu inayoongozwa na Boeing na Airbus, ndege ya Urusi aina ya Ilyushin 296-300 bado inajitahidi kutengeneza nafasi yake, ingawa kwa kiwango kidogo. Awali ilibuniwa kama jibu la Umoja wa Kisovyet kwa ndege za abiria za magharibi. Ilyushin Il-96-300 leo hii inabakia kuwa ishara ya ustahimilivu wa uhandisi wa Urusi ikihudumia zaidi shughuli za serikali na kidiplomasia. Ilitengenezwa na shirika la ubunifu la Ilyushin na kuanza kutumika mapema miaka 1990. Ilikuwa ndege ya kwanza ya Urusi yenye mwili mpana iliyo na cockpit ya kisasa na mifumo ya udhibiti ya kielektroniki yani fly by wire. ikiwa na injini nne aina ya Avia Vigatel ndege hii ina uwezo wa kuruka hadi kilomita elfu kumi na kubeba hadi abiria mia tatu kulingana na mpangilio wa viti. Ingawa ndege hii ilikumbana na ushindani mkali duniani kutokana na gharama kubwa za uendeshaji na matumizi ya mafuta ikilinganishwa na ndege za kisasa zenye injini mbili, Ilyushin Il-96-300 imepata nafasi mpya kupitia matumizi ya kipekee hasa kwa shughuli rasmi. Serikali ya Urusi bado inaendesha kupitia kikosi maalum cha ndege cha Rosia ambacho hutumia ndege hiyo kwa usafiri wa viongozi na shughuli za kidiplomasia. Kuasili kwa Traore kunaashiria hatua muhimu katika uhusiano kati ya Burkina Faso na Urusi na kunadhihirisha kuimarika kwa ushirikiano wa kijeshi na kisiasa kati ya Moscow na serikali za Afrika Magharibi zinazojitenga na ushawishi wa Kifaransa. Vyanzo vya kuaminika vinasema kuwa kiongozi huyo wa Burkina Faso alipokelewa kwa heshima ya kipekee na ulinzi wa hali ya juu, sawa na viongozi wa mataifa washirika wa karibu wa Urusi. Vikosi maalum vya Urusi vilitoa ulinzi mkali kuanzia alipotua, ishara ya wazi ya ushawishi wa Urusi unaozidi kuongezeka katika eneo la Sahel. Siku ya Ushindi, inayokumbuka ushindi wa Umoja wa Kisovieti dhidi ya Ujerumani ya Nazi katika vita vya pili vya dunia, imekuwa jukwaa muhimu la Urusi kuonesha ushirikiano wake wa kimataifa, huku mivutano na mataifa magharibi ikiendelea.